Mabibi na mabwana, tunawashukuru kwa kuwa tunajua mko wengi kutufata kwa siku ya leo ndani ya kipindi Les Analyses de Simon Kazungu. Tunawashukuru wengi ambao wanatuandikia kusema hawasemaki, mabibi na mabwana wanasemaka hivi na hivi. Asante sana kwa kutukosoa, lakini mnajua kila mtu ana stile yake. Kenya Airways, wanasema mabibi na mabwana, na sisi hii inatufurahisha sana. Nina mtu mmoja ambao tulisafiri naye na alikuwa hajui Swahili. Alafu wakati walikuwa wakisema mabibi na mabwana alikuwa anafurahi sana. Munikubalie hii, mtanikosoa, lakini mnikubalie na mimi niendelee na hii style ya kusema mabibi na mabwana. Tunawashukuru sana, na kwa siku ya leo ndani ya analizi ya Simon Kazungu tunataka kuzungumzia nukta mbili. Nukta ya kwanza ni kuweza kusema juu ya MONUSCO. Oni MONUSCO ndani ya inji ya Congo. Nukta ya pili tutaenda kusema kwa sababu wa rebel wa M23 wa kinananga na wenzake waliweza kuzungumuza kwa hii juma, walizungumzia mambo fulani fulani, tutaweza pia kuichambua. Kwa nukta ya kwanza mungejua ya kwamba e, mission onusienne oni imefanya miaka makumi mnane tangu jana, ni kusema le 24 mwezi wa kumi mwaka 2025 e, t oni mefanya miaka makumi mnane na sherti, sisi kama vile watu ambao tunajaribu kuchambuachambua mambo, sherti tuweze kuangalia na tuchambue. Je, hii oni Monusco Monic wakati ya mbele e, ina impact gani? Wamefanya kitu gani? Kuko kitu gani kia lazima kenyewe walisha kutuletea? Mungeliweza kujua ya kwamba kwanza e, ndani ya miaka apres independance a partir ya ane 60 mpaka 64 kulikuwa misio ya kwanza ya oni, na ile misio ya kwanza ya oni ilikuwa na troupe ama majeshi mingi sana. Watu wengine wanasema walikuwa na watu entre 19000 personnes mpaka hata plus de 60000 personnes ambao walikuja kuangalia hivi inji ya Congo, ilikuwa imepata independance kuenda kuona ya kwamba hii inji inapaswa kuchunga mipaka yake mzuri na kuenda kuleta amani sababu kulikuwa shida ya marebelion mbalimbali secession katangeze, ilikuwa rebelion muleliste, ilikuwa mambo mbalimbali, kisha kifo ya Lumumba yalikuwa, alafu ilibidi hii misio ya ONU iweze kutumika ndani ya inji ya Congo. Impact yake haikuweza kuonekana na haijulikane vizuri namna gani misio iliweza kuisha na hii mission iliweza kupatwa na magumu fulani fulani, hasa magumu ya kifo ya Dag Hammarskjold, ambaye alikuwa sekretare wa Nations Unies, akakuja kukufia ndani ya nchi yetu ya Congo, ndani ya misio ya nchi ya Kongo, sababu mahali alipokufia wanasema ni Ndola, ilikuwa ndani ya Rhodesia, sio ndani ya nchi ya Congo, lakini ni kwa ajili ya mission ya Republique Democratique du Congo. Tunatoa pole kwa jamaa ya ya Daga Mashold, hasa wa Swedish wote, wasuedis wote ambao waliweza kumpoteza mtu maarufu na ambao alikuwa katika jamaa ya ufalme ya utawala wa, wa Swedish ama wasuedis. Hii mission iliweza kupita, mission ingine ikaanza 1999 wakati wanaiita Monique. Monique, walikuwa wanaiita Monique ilikuwa mission ya oni kukuja kuleta amani ndani ya nchi ya Congo, sababu rebellion zilikuwa 1999 kwa Novembre, wakaunda Monique. Leo hii Monique ndio inaitwa sasa Monisco. Alafu ulizo ambao tunajiuliza na tunaweza kuona bajeti ya kwake Monisco, kwa sasa ina bajeti kubwa sana, na ile bajeti inakuwa karibu 1 miliardi dola.

Kwa Kongo ambao tunaita Monisco. Wakati tunafanya hesabu kidogo, tunaenda kuona ya kwamba hii Monisco mbona inakuwa na pesa karibu milioni 2 na elfu 700 dola par jour, kwa siku moja. Ukidivize hii montant par 365 jours siku 365 ya mwaka mzima, ni kusema misio ya oni hapa kwa Kongo ina konsome À peu près 2,7 millions de dollars par jour. Mimi vile kama mtaalamu wa ujenzi wa manyumba mabarabara, ninasema ikiwa hizi pesa wanatupatia hizi pesa, ni kusema par jour Monusco iko ekivala ya barabara 3 km par jour. Par jour ni kusema kwa mwaka, tuko karibu ma mili saa kelke kilometre kwa kila mwaka enye hizi pesa ndio zenye wanatuma ili MONUSCO iweze kufunksione. Alafu ulizo ambao tunajiuliza ni impakte gani iko ya hizi pesa hizi zote, zenye ndani ya lugha yangu ya mama wanasema zenye, zinaweza hizi pesa ukizitia kwenye moto zitaivisha na maharagi. Impakte gani inaweza ku

Sio tu sie wakongole ndio tunaweza kujiuliza hii kesio. Watu wengi wanaanza kujiuliza hii maulizo, na wa kwanza kujiuliza hii maulizo ni President Donald Trump wa Amerika. Anasema yeye binafsi haone tena impact ya mamisio ya oni atravers ulimwengu, sababu mision za oni ndani ya ulimwengu ni misio zenye ziko suppose kuleta amani, kuleta stabilization, lakini inaonekana kule kote kwenye zile mamision zinaenda hazilete amani hazina impact, watu hawaone stabilization ndani ya nchi yao mabibi na mabwana kama sisi hatutaweza kurefleshir ama kuwazia hii neno tutakuwa kama vile watu wenye tuko naenda kujikosea sababu watu wazima shetu waweze kuwaza kitu gani inaomba kufanya MONUSCO enye likuwa anaita Monique Mbele, tunawashukuru sana sababu tunajua kuna wengi ambao waliweza kufanya kazi wakati wa wa, wa, wa Coco swing, ambao walikuwa wanamwita Coco swing wa wakongole. Tunajua kazi iliweza kufanyika na adjuent wake eh, mama Lena sund, ambao kazi yake ilionekana watu wa grand nor ya nor kivu wanamjua madam Lena Sund huyo wa Kiswedish, kazi ambao aliweza kufanya na watu walikuwa wanasema ndio. Hao watu wanaeza kutumika na tuliona kama matokeo kidogo. Kuna watu wengine kama vile Koble walikuwa wanajidistingue ndani ya kazi yenyewe wanafanya na mtu anaangalia anasema ndio hao watu wanajitoa kweli, lakini impact gani mission ya oni iko nayo ndani ya Congo, a travers ulimwengu, na wazungu wale wa kuweza kupana pesa nao wanaanza kujiuliza hii ma question. Etazuni ayo inasema haitaendelea kupana tena franga na haione matokeo. Na tungijua, bibi na mabwana, ya kwamba kama Etats-Unis inaanza kupunguza pesa za kwake, ni shida sana, sababu hizi mission onusienne zina riske kujiishia, sababu hawatapata pesa tena. Tusi, tujue ya kwamba watu ambao wanapana pesa nyingi sana ndani ya mission onusienne a travers ulimwengu wote, kuna Etats-Unis, kuna vile China Leo Etats Unis na president wake Donald Trump amesema wazi hata hapa kwa mwezi wa tisa huu mwaka, aliweza kusema wazi ndani ya Conseil de Securite ya Nations Unis, anaonyesha ya kwamba hizi pesa iko kama vile pesa zenye ziko napotea. Amerika haitaendelea kupana tena pesa kwa ajili ya hizi mission onisienne. Bibi na mabwana, tutafanya nini na tunaweza kuchambua hii mambo namna gani? tujue ya kwamba katika hii mission onusienne kuna mashida mbalimbali na mbali. Shida ya kwanza, ijapokuwa kuna mambo mazuri ambao hii mission ilisha kufanya. Acha tuanzie pale kwa mambo mazuri. Tunajua walituleteaka Radio Ukapi, hata uko ndani ya village yote unaweza kufata information ile ambao ilipita Kinshasa, yenyewe ilipita Bukavu, ilipita Goma, ilipita Ituri, ilipita Kananga. Tutafata hii ni mambo vizuri sana walituletea logistiki nzuri sana helikopta. Zao zimewasaidia hata wa autorite wablesse de guerre wanawasaidia ndani ya hizi helikopta zao. Kuna mambo fulani fulani, kutizama magereza, wanaenda kuangalia ukiukaji wa haki za binadamu ndani ya maprizo mbalimbali. Ijapokuwa e tungali tunaomba tu mpaka leo waende watuangalilie pale ku prison ya Fleur de Lys Goma kuna nini, sababu watu wanalia harufu za maiti ziko pale Wafungwa wiko wengi pale. Hawa MONUSCO Goma, ilishakuanguka kuanguka ni warebele wako nayo, tunajua wanachunga watu fulani wanawaprotege, lakini waende pia pale ku Fleur de Lis waangalie ni nini iko pale, sababu wanasema maiti zinanuka pale na inaonekana watu wiko nazikwa pale. Hatuwezi kuendelea ndani ya ile hali, waende waona hii kitu pale, sababu tunajua wanazunguruka katika magereza. Hii ni mambo fulani fulani ambao hii MONUSCO inakuwa nayo na inafanya kitu ambacho tunakifurahia sisi kama vile population, lakini tunaenda kuona ya kwamba tangu mi nefusano na nefu mupaka leo, mbona hawa watu wa MONUSCO ukiwaona tunaonaka tu magari zao, hata pale Goma tulikuwa naona tu magari zao, unaangalia ni UN UN UN UN kwenye mabara kwenye marestora usiku kucha, ni wao wako waambia, se na wanakulia wengine Eh, Muswahili ya kwetu Goma kuwakulia wa momi. Nilizungumzana na garçon moya Goma mwenyewe, anasema wale watu walishanikulia momi donke bibi yake alikuwa fiancé iko fiancé, lakini akapata mtu wa Monusco tu na kumusahau pale pale. Hii ndio magumu mwenye tunayo, aferisme enye iko ndani ya hii mission onisienne. Wengi ni waferiste wa, wanashinda kwenye waba, wanashinda kwenye wanawake kwenye usherati, na inakuwa shida kubwa sana tunajua pale Goma ya kwamba vijana waliweza kujirevolte waliweza kuwaza kama vile sisi tunawaza leo, kuona ya kwamba hii mission aussi longtemps que inaendelea inaonekana tutapata ka shida sana, wanariskie kufanya santa. Hatuapresie metode ambao waliutilize. Tunajua na wapolitisie waliingia ndani kuweza kulunguza vitu, lakini inaweza kutupatia pia mafikiri ya kuenda kuonesha impact gani a wako nayo tunajua miongoni mwa watu kuna wale wenye wanasema no m M23 no job M23, kama haiko hakuna kazi Aa, kuna watu wengine mbele walikuwa nasema no kunda no job. Ile wakati wa kunda kwa ma 2008 2009 mpaka leo, mission ziko tu wanakuwa sawa, kuna zunguruka pamoja ADF na uwaka watu na unaona camp ya Monusco iko pale karibu, lakini hakuna mission, hakuna action enyewe naweza kutendeka. Sherti tuweze kuwazia hii maneno na tuende kuona ya kwamba hii mambo inapashwa kubadilika. Hii mission sherti ibadilishwe manda yake, na tunahitaji manda kama vile manda ya Operation Artemis ambao Wafaransa na Wasuedois waliweza kufanya pale Ituri, na ilikuwa na impact kubwa sana na kuleta amani, ijapokuwa tena leo mambo yanazorota tuende kuambia hii MONUSCO na autorite wetu, rais wa nchi Chisekedi aweze kuobliger MONUSCO kushanje manda yake iweze kuwa kama vile manda ya wa sud africain na watu na watanzanien ambao waliweza kupiga M23 eh, na kuifukuza kwenye mji wa Goma, kuipeleka mpaka ndani ya milima. Isipokuwa hii manda itashanje kuweza kuwa na ile impact haina maana hata moja na tuna riske kufanya hata miaka mia moja tuko na hii mission ya ONU hapa ndani ya nchi ya Congo. Mabibi na mabwana, hii ndio tulipenda tuweze kuchunguza. Tunaona ya kwamba watu wengi hatuko d'accord na wale ambao wanaendelea kutupa majiwe kuma mitugari ya ONU ama mamitugari fulani fulani ya wakati nataka kupita miji ya Butembo na wengine, walisha kufariki hata kwa kupiganisha hii Monusco, sherti manda iweze kushanje, ama isipokuwa manda itashanje tuweze kuona stabilizasyon ya kweli, kama vile President Donald Trump anasema waweze kutoka. President Nkurunziza ambao watu wanasema alikuwa Mhutu, ijapokuwa sisi tunajua mama yake alikuwa Mtutsi yeye wakati walitaka kumletea mission onisienne President Peter Ngurujiza ambao tunasema eh, alishakufariki kufariki wa Burundi. Yeye aliweza kukataa hii mission onisienne, sababu aliweza kuona hii danger. Warundi waliona ya kwamba hawa watu wa, wa, wa oni wakikuja na operation yao, sababu walikuwa na taarisha 5000, kusema wanakuja kuangalia stabilite ndani ya Burundi.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 tunakufa kabisa na populasion iko nakufa, lakini tunaangalia ya kwamba populasion hii societe civile haituripoti kifo ya hii population. Tunajua hawa M23 akisema populasion ni wanasema maminere zao tuangiza mining ambayo ilikuwa bombarde, inaonekana ya kwamba inaleta 500 kilo ya or ina i, ayo peke imesema na RFI ndio inasema sio mimi wamepoteza kilo mia tano ya oro. Tunajua grame moja ya oro leo iko zaidi ya dola mia moja mia moja kumi zaidi. Alafu uangalie mille gram njo kilo moja, cinq mille gram njo kilo tano. Ni kusema cinq cent kilo iko cinq cent mille gramu, sa una multiplie una, una multiplie par cent dix, cent et quelques dola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 Hawa, hawakuwake na solution, wanasema na pesa tuwambie nayo na nayo na. Kweli na wao wanajua kuna wengine wenyewe wako tayari kuweza kukimbia juu ya makondisio mbaya. Nimesikia ya kwamba mwongozi wao mmoja alisema ya kwamba natia mmoja kwa grand bariere, ndugu yake akafukuzwa na baafande sawa, wanasema ile iko kope yao liberation, enye wanasema hawa watu sio liberation ya watu lakini